Awesome. na kupongeza kazi unayoifanya ni kubwa sana, kama mwenyewe ulivyosema, wengine wana watoto wawili watatu nyumbani wanashindwa, lakini wewe watoto ishirini na nne wote tunaona wana tabasamu na tunaona watoto umewalea kimwili na kiroho limepata dua kutoka kwa mtoto wetu pale mdogo kabisa. E, ni, hiyo ni neema, ni dalili njema kwamba kwa tunatuandalia jamii nzuri, tukipata watoto wenye hofu ya Mungu, watashindwa hata kukumbwa na mikumbo ya haya maendeleo ya sayansi na teknolojia tuliyonayo kwa sasa. Vitu vingi wanajifunza mitandaoni, lakini hata kama mtoto ataona jambo kwenye mtandao wa kijamii akiwa na hofu ya Mungu hawezi kuja kuwa wa kuchoma taifa. Hawa watoto nawaona kabisa ni wakuja kulijenga ili taifa. Kwa hiyo mimi nikupongeze mama yangu, nikupe kila la heri katika kuendelea atuza watoto hawa na mchoro huu. Mimi niseme hongera kwa hili wazo zuri, ya haya makao yatakuwa ya kisasa. Leo ni ishirini na nne, pia naamini kwa sababu ya nafasi lakini ukipata nafasi hii kubwa, hata kama ukianza na hii floor moja ya chini, ni tofauti na hali hii tulionayo, maana yake tutapata makao mazuri, na kwa sababu una mheshimiwa diwani kijana, ana afu ana hamu ya kazi, mimi nimemwona wa kuomba. Mheshimiwa diwani, ongera pia kwa kuweza kushiriki ziara yangu. Mimi niseme ninawaachia hawa vijana wetu wa ustawi hapa jiji watashirikiana na wenzao wa, wa, wa pale halmashauri upande wa ardhi mm, ili kuhakikisha tunapata vibali vya ujenzi, yes. mm. na hiyo kisha pata hivyo vibali sasa mm. uh, utakapoweka ile fundraising yako mi ni kuahidi. Mimi ni mwana Mbeya, mi ni mwana Soweto, mimi makazi yangu mengine ambayo nimeishi takribani sasa miaka kumi na tano ni hapo bot hmm. kabla sijaambia iwangu hmm. kwa hiyo mimi ni mwenzio niko hapa utakapoanzisha fundraising kwa ajili ya huu ujenzi, kwa neema ya Mwenyezi Mungu nitakuja tena <laughs> hey, maana ni kuahidi tu kwamba tuombeane, heri tuwe na afya njema. Kwa kweli hili jambo ni la heri na kulea hawa watoto ambao uelekeo wao kidogo umekuwa ni tatizo, unapoweza kuwakusanya hivi, basi ni jambo la kushikana mikono, na nikutoe hofu, wakati wa Mungu wa sisi viongozi wa serikali hukwa haujafika kabisa, wakubombake amekuja na mguu wake wa. Kwa hiyo ni kutoe hofu, tutashirikiana na wewe naam. Tuko wabunge wengi na. Mbunge wenu wa jimbo hapa kakaangu Patrick Mwarunenge ni mtu wa watu, nitamleta nita hapa kwenye fundraising hiyo siku, katika wageni nitakaoongozana nao, akiwemo yeye kama mbunge wa hili jimbo, lakini vile vile bado ni mwenyekiti wetu wa Chama cha Wapinduzi mkoa. Kwa hiyo kuja kushiriki huu ujenzi kwake ni jambo la kawaida kwenye maisha yake. Kwa hiyo Mheshimiwa Patrick Mwarunenge, mimi nikuhesabie, una mbunge mzuri. Hii taarifa ha taarifa atakapoipata mama, shughulikie hivi vibali mapema e, kufika kwenye tarehe kumi vivyo vimetoka, ili kabla ikiozekana hata kabla kundi alijetibana basi tuweze kuja tukafanya tuka hapa jambo. Mm. lakini tunaye mneki wetu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya. Mm. kakaangu Ndele mwaseretu. Mm. ni kaka mtoaji sana. Mm. na yeye anapenda kulea watoto. Mm. amekuwa akisomesha watoto wengi kwa gharama zake. Mm. anamiliki shule, lakini si kila anayemiliki shule anaweza tu akasomesha, lakini anaweza akachukua watoto hata kumi, mm. akawaingiza kwenye shule yake wakapata elimu form one mpaka form four mpaka form six. Mm. bure, je? Mm. hawa watoto malaika kabisa. Hmm. Koo, ni niseme tu kwamba tutamshirikisha pia yes, lakini yes, yes. Sisi ka, mimi ni mbunge ninayetokana na Umoja wa Wanawake wa Tanzania hmm. tuna mama yetu Edina Mwaigomole ah, naye ni mlezi tu... ni mama yangu eh, eh, kujadaya, Sama, omuona, jengu, eh, eh, kwa kwao sasa kumbe jengo tunaliweza. Kwa hiyo hapo kabla Dorothy Gwajima hajaingiza mkono wake wenye kishindo Ayaw. sisi wenyewe tutakikusanya <laughs> tulivyo kuanzia mwaka elfu mbili na ishirini na tatu kituo hiki hakikuwa kama hivi kilivyo. Kidogo kilikuwa kina mazingira ambayo yalikuwa ni ma... hayaridhishi kidogo. Kwa hiyo ikawa zimetokea changamoto nyingi nyingi, lakini tukasema hapana, lazima tuendelee kushirikiana na, na mama yetu tuendelee kumlea kwa hiyo hapa tuko kwenye mwendelezo ule wa kumlea na kuhakikisha kwamba tunampa ushirikiano kuna baadhi ya vitu tumevifanya kwenye kituo hiki mpaka saa hivi mambo yako vizuri lakini tunaendelea na kulikuwa na baadhi ya hata ile jengo alikuwepo alikuwa hivi kwa tukuja tukakaa tuka, tuka, mimi mwenyewe nilikuja hapa tukakaa naye tukaainisha tuka, mahitaji yake wamsaidia baadhi ya mahitaji lakini mengine tukameunganisha na wadau wakaweza kumsaidia, kama ulipoona angu anjewa wanjewa. Lakini umeiona mwenyewe kwamba watoto ni wengi sana, watoto ni wengi, ni wengi, ni wengi kiasi kwamba yaani unaweza sasa, labda mtu wetu na badaa, lakini ni matokeo ya Mwenyezi Mungu, wanee wamekufa watoto wanashindwa kuishi mazingira magumu majumbani. mm -hmm. Hili yote ni changamoto sasa. Nilichokuwa mm -hmm. nataka nikiseme kwamba zile support mnazotupa, ndio mnaona leo sisi tunalea watoto wengi. Peke yangu mm -hmm. nisingeweza, lazima tuwe na mkono wa pili. Lakini pia nawashukuru viongozi wangu, wananiunganisha sana na wadau mbalimbali. Sasa hivi hapa tuko kwenye system ya ujenzi wa jengo letu

kwa kili mzee kisha sema mzee kisha sema pale mpiwani wangu ni mm, vitu vya kujiangalia sana mama ninapokuwa huko, lakini kuna kwa utaratibu na kile mm, share nako hapa, tulisha andaa mazingira ya amani matokozo kwamba tuvunje sasa, hapa tupate kituo cha kisasa tena, kwa sababu hapa katikati ya nchi sasa, kwa na katikati ya mji na kituo kama hiki na wakubwa kama nyie. Jamani, hebu tumpigie makofi mama wangu.